Naitwa Iddi Mzese, nimezaliwa Mzumbe University, mkazi wa Changarawe. Zile asari kwa kweli zizituwasili sana, ukizingatia kwamba hali kidogo imekuwa ngumu na jinsi tulivyokaa ndani, kiukweli vijana wengi na wazee wengi tumewapa stress sana kama familia zetu. Mfano kama mimi babangu ana umri umekwenda, muda usiku ananipigia simu, mwanangu vipi Inabidi tu mtie moyo bwana. Sisi tumetii mamlaka, tupo ndani, lakini ndani huku njaa, hatuna kitu, hatuna chochote kile, biashara hazifanyiki, mipango yote haiendi. Mtu akikaa kipato chake kidogo, anatoka anakutana na mabomu nje huko, anafanya hivi, anafanya hivi, anatoka ajitafutie riziki hivi. Na ushauri vijana wenzangu, mama ameliona hili tukio, kila kitu amekiona na kuna vitu vingi sana atatuangalia kuhusu sisi vijana. Kuna wenzetu wameshatangulia mbele zake kufuata kufata mikumbo. Kwa majina mimi naitwa Habibu Sadick. Kama kijana nilikuwa na haki ya msingi ya kufanya kupiga kula na kuendelea na biashara nyingine. Kwa hivyo kilichotokea ni sehemu ambayo ningeni katika maisha yangu, sababu kwa umri wangu sijaona vitu vilivyotokea. Sehemu ya changamoto niliyopata ni kwamba mimi ni kiongozi kwenye familia, ni kama kiongozi, ni baba, ni kaka na upande mmoja mama yangu tuseme baba mimi kaniacha kwa, kwa mama mimi ni wa kwanza, kwa hiyo nimepata changamoto kwenye familia na mke na mtoto hapo. Siku tano ni nyingi sana kwa maisha ya Mtanzania kutokana na lifestyle ya maisha tuliyokuwa nayo wa Tanzania wengi kwamba kwa mba. kwa hiyo ile tuliopitia haijaangalia ni tajiri, kwa sababu hata ukiwa na pesa kuna impact ya kufanya kitu chochote, kwa sababu hakuna amani kwa mda ule. Kwa hiyo ni maisha ambayo ni magumu kidogo tuliyopitia, pia ni funzo kwa vijana kwamba vijana tusifanye kitu ambacho hatuna akili wa mtazama wa vile vitu, kwa sababu kila mwanadamu kwenye maisha yake kuna aina mbili tu, faida na hasara. Ukifanya kitu ambacho unajua kabisa katika maisha yangu mimi kitakuwa na faida kubwa, kifanya ukifanya kitu ambacho unaona hicho kina hasara kubwa katika maisha usikifanye. E, sehemu kubwa wa vijana waliofanya hichi kitu kwa mtazamo wa wengi waliona ni faida, ila kwa maisha yao nyuma ni hasara pia, kwa sababu ukiwa kijana unatakiwa una misingi mingi ya kufanya maendeleo, na maisha mazuri yanaanza na wewe mwenyewe. Ukishindwa kujisimamia wewe mwenyewe, hamna atakaweza kujisimamia.